Ni mkutano wa tisa tokea ianze mikutano hii kufanyika, na sisi tumepata nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu hapa Zanzibar. Ya safari hii ni jambo kubwa sana, kwa sababu eh, unakutanisha wadau wanaoshughulika na mambo ya usafiri wa anga pamoja na, na wadau wa utalii katika dunia nzima. Ni jambo la fahari kwetu kuona kwamba Zanzibar imepata heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu na tu, ukweli ni kwamba e, na sisi kwa kiwango fulani tumepiga hatua kubwa katika kuboresha miundombinu ya usafiri wa anga, lakini vile vile tunautumia mkutano huu kuitangaza Zanzibar kimataifa katika maeneo ya utalii. Kwa hiyo nimefurahi kuwa nimepewa fursa ya kuja kufungua rasmi, na umehudhuriwa na wadau wengi sana. Kwa hiyo kwetu sisi ni jambo la fahari sana kwa nchi yetu. Matarajio ni kwamba e, kama tulivyosema wadau walioko hapa ni mashirika ya ndege karibu mengi sana yako hapa, lakini waendeshaji wa viwanja vya ndege, lakini vile vile watu wanaohusika na utalii. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine e, tutakuwa tume tumeitangaza Zanzibar kimataifa, tunategemea kupata watalii wengi zaidi tunategemea kupata mashirika ya ndege ambayo yatakuwa sasa tayari kuleta ndege zao hapa Zanzibar, jambo ambalo litatuongezea utalii. Lakini vile vile kama mlivyosikia, kuna mashindano kadhaa yanayofanyika kuhusu ubora wa viwanja vya ndege katika kutoa huduma za viwanja vya ndege, na sisi Zanzibar tumepata bahati ya kupata zawadi katika maeneo kadhaa na tunaendelea katika mashindano hayo. Yote haya yanaonyesha kwa kiwasi gani huduma zetu zimekuwa bora zaidi za utoaji uh, wa huduma katika viwanja vyetu vya ndege. Na nimewaambia vile vile kwamba sio kutoa huduma tu, lakini tumejipanga kuendelea kujenga miundo mbinu hapa Unguja katika kiwanja hiki cha Abeid Amani Karume, lakini vile vile katika kiwanja cha ndege cha Pemba kukifanya kiwe cha kimataifa sasa, ambako nako tutavutia sana uwekezaji na utalii.